Iwa kuanzwa kwa mpango wako Bwana Mungu. Kubarikisha patron wa project hii. Chairman wa project hii, secretary, treasurer na clerk of works. Na mafundi wote ambao wataanza kazi, fakta zote na magari yote ya usafiri kuwabarikisha kwako. Baba mwema, taweka na kuanzisha kazi hii sehemu hii, yanze kwa utukufu wa jina lako na kwa manufaa ya kanisa lako. Pia tuanzisha wakfu, twaweka wakfu na kuanzisha kazi ya kurehisi rasilimali na fedha kwa ajili ya ujenzi huu siku ya leo. Twaibarikishe kazi hii na kuiweka wakfu kwako, na wale ambao watahusika kwa niaba ya kanisa na hata sisi utupe nafasi ya kuja kutembea kuanzisha kazi hii rasmi sasa sehemu hii ya pili, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akae nanyi, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kuwafadhili, Kanisa la Saint